remplacemen ni ataki. Aha. Unajua, sporo ni maisha, ni uzima, ni afya nzuri <coughs> ya kwanza hatutaki tumika na tunagoni, tunataka tumikie raia uh, Wakongomani hatuko na afya nzuri teni ya kwanza uh, ingine Eh, ni kupana mesaje kwa population kama sisi tunatumika kama mtu mmoja. Najua sporo ni kitu ambayo inakutanisha watu kwa upande naku, mmoja, mmoja na ina inatuleta sisi wote pamoja kuwa na ile afya nzuri na lakini pia na kuungana pamoja, tunataka kuambia population sisi tuko mtu mmoja governor na tuko mtu mmoja na raia si ndio? Unajua, wakati mnaikala maofisi watu wanakuja tu wanawasikia hawaonake, inakuaka ni shida, wanaogopa. Lakini tukifanya hii masorti, tunakutana na raia, tunacheza nao, tunafanya vitu pamoja. Hii nyingine mesaja ya kuonekanisha sisi ni watumishi wa raia, sisi hatuko wa diktator, hatuko watu wa kuikala ofisi watu wanakuja mtu, sisi tunataka tafute kwenye wako hiyo ndio message yenye tuko tunataka tukutie nje eh, kufanya maadvite mingi na raia, kwa raia waweze unajua, na hapa naweza kukutana na, na mtu mwenye alikuja kucheza na niambia shida yake najua ni nini, na japo ah, hangeweza ku, angeogopa kukuja kwa guverno. Unaona sasa hii ni, ni faso ya kukutana na watu mingi kwa upande moja, eh, na tunakutana tunaongea tunacheza pamoja, tunachangia maji pamoja, tunaonekanisha kama ile upendo na ile umoja ambao tuko tunapigania inaanzia sisi wenyewe. Na ni kusema leo mmecheza na ekipu ya mobilisation mechi yeah, ya kufata itakuwa gani? Inaweza kukuwa na raia e, inaweza kukuwa na raia mobilisation. Tuko tunawakuraje wafanye kazi mzuri wafikie wa raia waone ile e, kujishusha ya viongozi ambao sisi na guvernera angekuwa hapa eh, lakini unaona kama hapa kuko watu tofauti, kuko watu kutoka maarume, kuko watu kutoka guvernora eh, ni, ni ni faso ya kuendelea kujishusha na kuambia hao watu wa mobilizasio wa raia ambao tunatumikia sisi, njo eh, njo njo watumishi wao eh, haiko uh, wao kwa watumishi wetu. Lakini tuliona wewe na kasisho nasema seme alitia wa vijana ase alienda kuleta wenye atumikisha ile ni kweli? No no no no, ilikuwa ni kucheza, ilikuwa ni kucheza. Asante. Tulitaka kama sisi wazee tukishinda tuse na wao vijana. Eh, lakini ilikuwa ni ni kura. Asante, asante. Hey, hey. <gibu> i <gibu> <gibu> <gibu> cheza machi ya football eh, parseque eh, kiangalia mzuri muzone libere ama zone yenye inaongozewa na ifcm23 securite iko total, na kama machi zinaanza chezewa hivi, ni kusema ni moja ya kuonyesha kama aktivite zote ziko mzuri. Mukienda kubarabara, watoto wanaanza kimbia, ii ambao wanaitaka tis kuanza 4h30 mpaka usubuhi wako nakimbia kwasa, hakuna mtu akubaingie te ku barabara. Na shie sai, tunakutana kwa mustari tucheze. Juma mzima tumekuwa na tuko mukazi wa biro kutere, na leo dimanshi tikusema tuweze tucheze kabumbu, tu relax mwili eh, na lakini tena tufamiane mzuri. Ni match ambayo inakuwa organize na province ya Nord Kivu wafanyakazi wa kuprovense ama kabine, na wengine wa vijana wa sektori ya mobilizasyo tunacheza. Ni match amikan ha, hawastahili kucheza, sijui unasema nini? FCV igen ya vijana, na mkiangalia mzuri ya wote hapa ni vijana na hawa ndio wanaongoza provense wakimsaidia liwali wa jimbo Mheshimiwa Bahati Musanga Rasto, kabine yake na wengine, ni wa mambo ya mwekipe ya mobilization, ni vijana, vijana mtupu. Haiko kama ile regime ya Kinjaza ambao ni wazee ndio wanatumika na vitu haviendeki, lakini hawa ni wajeni, ni sufle ya mpya, ni energi ya mpya. Na unaona kwa kisi wako tayari kabisa kucheza na kabumbu hapa. Kuraje yao haiko tu kwa biro, kuraje yao haiko tu kutatua shida za raia lakini na kustadi hapa uwanja ya mpira. Wanaonesha tena. porte parole, unacheza naona, unavara numero six, unacheza numero ngapi mutere? Na mustade mimi nacheza numero neuf, niko lateral ya, ya kuume. Nikusema kazi ya ule numero neuf ni kazi gani mutere? Yani ni kusema ni meronefu ni mtu mwenye anacheza sana na mediali ama milieu hey. Na anaenda sana ku attack hey. Donc ni mtu ambaye yeye, yeye ndio kiuzi ya timu hey. Mtu ambaye anaweza ku, kuyaza e, goal mingi sana mimi <laughs> ni meronefu wa wa timu yetu hii. Nyi ilikuwa ekipe ya mobilisation na recrutement, lakini mumepigwa, sio? Kwa nini? Shida ya kwanza tulikuwa na arbitre albitre mwenye naikonere chasemba ni konseer <muchin> komakanaweza kutupatia sifa faer. Siku ingine watafutake alitre mwenyiko netre watatuone, ni kusema munaibiwa. Ndio basi, chasemba hawezi kuwa netre. Na ni message gani mulipenda mupitishe kupitia imaji? Kwanza, sporo ni maisha, tunashindaga muofisi, inafaa wakati ma tunafanya sporo kwa sante yetu na pia pia tusogeane sababu tutumike, tunatumika sawa ekipe na tunapaswa kuwa sawa ekipe. Effectivement, ni unite yetu, unite ya wananchi inaanzia kuongozi. Kuongozi kama viko ini ile mfano mzuri inaenda paka na kwa raia, waraia wote mko hapa, wewe, mimi, wanafurahi kwa hii mechi ama hapana? Tutaendelea, ma ekipe zitaendelea, tutapigana na, na coordination polisi arme na waraia pia nafaa na tunafurahi, tunakuwa watu moya sawa vile chama yetu iko na lengo ya kusema koperathon tukuwe ii na kukuwa ini, ini inapashwa kuanzia ku viongozi Asante. Yaani kwetu ni furaha ni furaha kubwa sana kuona tunakuwa na viongozi ambao wanazogelea hata na wale wa chini na wanajisikia kama ni sherti, tufurahi pamoja. Na kupoteza tunajua kwamba ni kawaida kwa amba, mchezo wa mpira, tunajua kwamba fair play ni kitu ambayo inaongoza kila yule ambaye anacheza mpira, na itatupatia fundisho na tutaenda tujitayarishe vizuri zaidi kwa siku za kukuja. Tutafanya zaidi ya hii ambayo tumeonyesha kwa leo, na score ilikuwa namna, wametupiga tatu kwa moja. Kwa kusema, mna recommande hii activity kwenda endelea. Yani, tunaomba tukuwe na equipment sportif tukuwe na kila kitu tupate wakati ya kujuana sisi kwa sisi na hiyo yote, hiyo ikishakuwa, nadhani kama tutaenda na ameliorema kapasite zetu, na kwa mbele vitu vitakuwa vizuri. Viongozi wetu ya province ya North Kivu walioorganize kitu tucheze kitu bora leo mm. Ufurahishe mwili na inakuwa ni furaha sana kabisa kuona viongozi vinatokea na si wa chini kabisa mm. kwani tufurahi pamoja ailete huzuni. Match ya kwanza mnapoteza, ailete huzuni, tunajua kama tutajitengeneza na tutashinda. tushukinakuja mbele shinda. Na hii mchezo wa leo kwako inamaanisha nini? Inamaanisha kama Goma furaa iko, inamaanisha kama pe iko makelele mateso, Goma akuna. Inamaanisha kama fura Goma iko, wale wote walishakwenda kwenda warudie, Goma furai inaisha kurudia kabisa